Tanzania uh, dasisi hii ya kusini tumepata neema ya kuwa na tamasha la uimbaji wa nyimbo za noten kutoka uh, majimbo saba yanayounda dasi yetu ya kusini. Na ni kawaida yetu kwamba kila mwaka huwa tunakuwa na uimbaji wa aina hii. Kwanza huwa tunakuwa na tamasha linatumia vyombo, lakini huwa tunakuwa na tamasha kama hili ambalo li, ni waimbaji wake wanatumia nyimbo za noten na mwaka huu tumefanyia hapa Njombe a, katika chuo hiki cha Amani, chuo cha Kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania dayosisi ya Kusini. Mwaka huu pia tunamshukuru Mungu kwamba kwaya takriban ishirini na nne zimeweza zime, zime kufika kushiriki katika uimbaji huu, na kwaya hizo zimetokea jimbo la Lupembe, tuna kwaya kutoka jimbo la Chimala, tuna jimbo la Chunya, tuna waimbaji waliotoka jimbo la Ilembula tuna waimbaji kutoka jimbo la Njombe wenyewe tuna waimbaji kutoka jimbo la Makambako na takribani waimbaji elfu moja na kitu hivi wameweza kufika mahali hapo. Kwa hiyo ukiangalia, pamoja na wasikilizaji wengine, unaweza ukajua kwamba ni kiasi cha watu wengi kiasi gani wamepata neema kushiriki, na sababu kubwa kama mbili au tatu hivi. Jambo la kwanza, tunaandaa tamasha hili kila mwaka kwa lengo la kumtukuza Mungu, ndio hasa lengo kubwa watu tunapata nafasi ya kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu kwa njia ya vipawa tulivyo navyo, kwa njia ya karama mbalimbali ambazo watu tumepewa. Kwa hiyo watu wanapata nafasi ya kueleza matendo makuu ya Mungu. Na hata katika neno langu la ufunguzi leo nimeeleza kwamba tupo hapa si kwa sababu ya mashindano. Jambo la kwanza, tupo hapa kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu kwa matendo makuu ambayo ametutendea kama wanadamu, hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kama m tuna utaratibu wa kufanya matamasha kama haya kwa lengo la kujenga au kuimarisha umoja zaidi wa kidayosisi, na kama nilivyokwisha kuambia, dayosisi yetu ni pana, inafanya kazi katika wilaya kadhaa. Inafanya kazi katika wilaya ya Njombe, inafanya kazi wilaya ya Wanging'ombe, tunahudumu wilaya ya Mbalali, tunaenda Chunya na tunaelekea mpaka maeneo ya kule Songwe. Kwa hiyo, unaweza ukajikuta mtawanyiko huo ni mkubwa sana. Kwa hiyo, tunapokuwa na matamasha kama haya, yanawaleta watu hujiona kwamba ni kitu kimoja, dayosisi yao ni moja, kutoka katika maeneo haya tofauti tofauti na umbali kama ulivyo. Kwa hiyo lengo la pili ni hilo, kuimarisha zaidi umoja kama wana dayosisi kupitia huduma ya uimbaji. Jambo la tatu ni kuimarisha huduma yenyewe ya, ya uimbaji kwamba uimbaji, tunafundishwa kuimba kwa ustadi, kuimba kwa ufasaha, kiufundi. Hata Biblia, hata Mungu mwenyewe anatamani tuimbe kwa ufundi zaidi. Kwa hiyo tunapokuwa na matamasha kama haya, tunawaleta waamuzi wachache, uh, wataalamu ambao watatoa maoni mwishoni. Lengo ni kuimarisha huduma eh, ya uimbaji, tuweze kuimba katika ustadi unaotakiwa. Na tunamshukuru Mungu kwamba kila mwaka tunaona uimbaji unazidi kuimarika katika dayosisi yetu. Na labda huenda mtu angetamani kujiuliza, kwa nini tumefanyia Njombe tumefanyia Njombe kwa sababu moja, ni kawaida tunafanyia au tunafanyia kwa majimbo. Kwa hiyo mwaka huu tunafanya hapa, mwaka ujao tunafanya hapa. Kwa hiyo mwaka jana tulifanyia kule Chunya, mwaka huu tumefanyia Njombe ili baraka hizo ziwafikie wana Njombe, na bahati nzuri kwamba watu wameitikia, wanakuja wengi, ni jambo la msingi sana. Lakini jambo la mwisho wa msingi ambalo natamani lifanue kwamba kila mwaka kwenye tamasha huwa tunakuwa na ujumbe maalum, huwa tunakuwa na ujumbe maalum e, eh, mwaka jana tulikuwa na ujumbe maalum na mwaka huu tumekuwa na ujumbe maalum, na hata mwakani tutakuwa na ujumbe maalum. Ujumbe maalum wa mwaka huu kwenye tamasha hili ni linahusu lile swala la tumpate wapi mtu kama huyu ambaye ana roho wa Mungu ndani yake. Unakumbuka habari za mtumishi wa Mungu Yusufu alivyoweza kutumika kwa uaminifu alafu, baadaye watu wanasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye wao anahitajika. Nyimbo za utamaduni wimbo, wale watatu wanajaribu kueleza umuhimu wa kuwa na viongozi wenye roho wa Mungu ndani yao. Hilo ni jambo la msingi sana, na naomba nieleweke kwamba unapozungumzia uongozi sio uongozi tu katika mambo ya siasa uongozi ni katika taasisi zote unazozifahamu. Familia zinahitaji viongozi wenye roho wa Mungu ndani yao ili familia ziweze kujengwa katika usawa na unaotakiwa lakini. Kwenye taasisi za elimu tunahitaji viongozi wenye roho wa Mungu ndani yao. Ukienda kwenye taasisi za za kiuchumi, nazo zinahitaji watu wenye roho wa Mungu ndani yao ili wafanye kwa uaminifu unaotakiwa. Ukienda kwenye taasisi pengine penginezo za za kidini pia makanisa ma au misikiti, utaweza kusema bado wanahitaji kuwa na viongozi ambao ndani yao wana roho wa Mungu ndani yao, lakini katika nchi kisiasa, bado tunahitaji kuwa na viongozi wenye roho wa Mungu ndani yao. Sasa kisiasa hapo tunahitaji viongozi katika ngazi zote tu, na bahati nzuri mwaka huu tuna ni mwaka wa uchaguzi, mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo najiona kwamba ni jambo la msingi sana kulikumbuka jambo hili, tunahitaji kuwa na viongozi wenye roho wa Mungu ndani yao. Viongozi wenye roho ya Mungu ndani yao ni watu wanaopenda amani. Ni watu wanaopenda amani. Wenye roho wa Mungu wanapenda amani, wenye roho wa Mungu wanapenda haki, haki itawale katika jamii, au wana roho wa Mungu ndani yao. Wenye roho wa Mungu wametawaliwa na roho ya upendo, wanawapenda watu wa Mungu, wakijua kwamba wanampenda Mungu kwa vyovyote vile, watawapenda na watu wa Mungu wote, bila kujali kwamba huyu ni nani na huyu ni nani, bila kuzingatia tofauti zetu za kisiasa, itikadi zetu bila kujali kwamba hawa watu wana makabila kutoka makabila yapi bila kujali misimamo yetu na, na mwenye roho wa Mungu anaamini watu wote ni wa Mungu na hivyo Mungu anahitaji tupendane bila kujali tofauti zetu za kirangi au historia nyingine za kiuchumi na vingine vyote vile. Kwa hiyo nishukuru Mungu kwamba ujumbe ule karibu kwaya zote zimesisitiza hivyo kwamba tuishi tukiomba na kutamani kuwa na watu wenye roho wa Mungu ndani yao ndani yao, na hilo litaleta ustawi katika jamii zetu, litaleta ustawi mkubwa katika familia zetu, litaleta ustawi katika mazingira tunaishi, na ufalme wa Mungu utajengwa. Ninaitwa Joshua Ngota, ninatokea jimbo la Makambako, ushirika wa Makambako na mtaa wa Makambako, dayosisi ya Kusini. Mimi ni mwimbaji wa kayawengilist inayoshiriki leo tamasha ili la uimbaji, tamasha la dayosisi lililoandaliwa na ngazi ya dayosisi. Tamasha hili linakusanya kwaya nyingi toka maeneo mbalimbali, hususani majimbo yote ya dayosisi ya kusini. Kwa hiyo kwa ujumla wake unajifunza vitu vingi kupitia uimbaji, kwa sababu kila ukija, kila tamasha linakuwa lina mabadiliko ya uimbaji zaidi sana, kila kwaya inafanya bidii ya kuona inatamani kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji kwa viwango vikubwa zaidi. Kwa hiyo kikubwa tu ni hicho, lakini pia ni kitu kizuri kwa maana sisi waimbaji wa nyimbo unatamani sana kushiriki kwenye matamasha, kwa sababu ni karama ambazo Mungu ametupatia na wengi wao hawana hizo karama. Sisi tunafanya hivyo kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Naitwa George Mason Saka, ni mmoja wa washiriki katika tamasha hili la uimbaji wa nyimbo za injili katika ngazi ya dayosisi kanisa ki Tanzania, dayosisi ya Kusini. Leo tuko hapa Njombe kama kanisa tukifanya huduma hii ya uimbaji hapa, ni muhimu sana. Jambo hili ni muhimu sana kwa kanisa lakini pia kwa waumini kwa ujumla wake, kwa sababu kuna faida kadhaa, mojawapo ikiwa ni kukuza uh, tasnia ya muziki a Tukutana namna hii, tunaweza, tunapata nafasi ya kuonjeshana ladha tofauti tofauti, sababu so, walimu anatofautiana, wa waimbaji wanatofautiana, asili za watu atofautiana, na muziki ni kitu cha asili. Sasa tukielewa kwamba tunaingia kwenye uchaguzi eh, uh, sisi tunaungana Watanzania kujiuliza na kumwomba Mungu atusaidie tumpate mtu mwenye roho kama ya Yusufu. Harusi Mbogela natokea jimbo la Makambako, usharika wa Makambako, mtaa wa Makambako, naimbia kwaya ya uinjilisti Makambako. Hili ni tamasha la uimbaji la dayosisi. Katika dayosisi yetu ya Kusini, tuna utaratibu wa kufanya matamasha kuanzia usharika, jimbo, mpaka dayosisi, na huwa tunafanya uimbaji kukuza karama za waimbaji kutoka chini mpaka ngazi ya dayosisi.